Mkazi mmoja mjini Mwanza aliyesombwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua zilizoonyesha mkoani humo umepatikana katika mwalo wa Kirumba, manispaa ya Ilemela. Mwili wa mkazi huyo ambaye hajafahamika jina umepatikana katika mwalo huo ikiwa ni siku ya tatu tangu mji wa Mwanza ukumbwe na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ilionyesha siku ya Jumatatu. Mwandishi wetu Amos Butunga kutoka Mwanza ana taarifa zaidi. Kiremera ambapo mwili wa mkazi mmoja wa Mwanza aliyesombwa na mafuriko umepatikana. Mwili wa mkazi huyo ambaye hajafahamika jina umepatikana katika mwaro huo ikiwa ni siku ya tatu tangu mji wa Mwanza ukumbwe na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha siku ya Jumatatu. Nikiwa juu ya meli niliona kama begi nikajaribu na kumwita mwenzangu, bwana, kuna begi hapa, njoo tuogelee tuchukue hilo begi. Mwenzangu akaniambia mm, hilo begi kweli lina hela, lakini mbona kama ni mtu. Baada ya kufungua macho sasa kuangalia, kweli ni mtu. Na wakaja hapo malini, wakasema tunatafuta mwingine ambaye ni mwanamke, labda mkimwona mwanamke, mtatuambia, ila tunawasiliana sisi na wenzetu kule, watakuja wamchukue. Wanavyosema watu wasema alikuwa ni bodaboda, maana kuna waliokota bodaboda mbili na boda mwendeshaji mmoja. Idadi ya watu waliosombwa na mafuriko mjini Mwanza bado haijajulikana, ambapo tunaendelea kufuatilia taarifa za jeshi la polisi kuhusu maafa hayo ambazo hazijatolewa hadi sasa. Katika eneo la Kilimahewa, manispa ya Ilemela, athari za mafuriko ni za wazi na wahanga wanaendelea kuhesabu hasara iliyowakumba. Mbuzi kwa ujumla walienda mbuzi wanane, ng'ombe waliotoka walikuwa ni ng'ombe wanne akabatika akajirudisha, watatu wakaenda. Kuku kuku kama kuku wenyewe hatujabaki na kuku, tumebaki na kuku wawili kwenye kuku mia mbili hamsini. Hali ikiwa ni tete, baadhi ya wakazi wa kilima hewa wameitupia lawama manispaa ya Ilemela kwa kuwa chanzo cha mafuriko hayo. Mitaro imeziba mitaro sijui ni midogo, kwa hiyo mtiririko wa maji umekuwa mwingi, yani maji yanakuwa mengi sana. Ikiwezekana mainjinia waweze kujenga madaraja yanayostahili kwa sababu madaraja wanayojenga hapa ni yale yasiyostahili kujenga katika maeneo hayo, matokeo yake yanasababisha hata panakuwepo na na mafuriko kama hivi. Mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela Johni Wanga amesema kuwa halmashauri yake inaendelea kutathmini maafa yaliyotokana na mvua. Barabara ya Pasiansi Rumara inayokuja kutokezea Kiseke imesombwa na maji. Maelekezo yakatolewa kwa wananchi wanaoishi mabondeni na waliojenga katika maeneo ya mabonde. nitoe ni raitu kwamba waondoe katika maeneo, katika kipindi hiki tuwaombe kwamba sasa imefika wakati waondoe katika maeneo yale, kwa sababu ni maeneo hatarishi. Lakini kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya bondeni, wao wanasemaje? Nimeinvest vitu vingi, ninaelewa kwamba leo hii niondoke, niende wapi? na ukiangalia watu wote ambao tuko maeneo ni wakungu wa siku nyingi mm. eh? Ni wakungu wa siku nyingi. Sasa uwezi ukamwambia mtu aondoke, anaenda wapi? Nafikiri hapa Mwanza kuna mipango miji wapo, lakini hawaangalii. Mtu anajenga, tunamwacha, sababu ana uwezo, anakuja anajenga ukuta wake, anazuia maji, mkondo wa maji unabadilika na uwezi kubadilika maji, lazima atafuata mkondo wake. Amekusibutunga, TBC Mwanza.